Karibu kwenye stori za simulizi za mahusiano na maisha hapa kwa DJ Toto Michel na hii ni story ambayo tumeipa jina la kijijini kwa bibi. Story yetu inaanza hivi. Njoo uingie, bado gari iko wazi. Hii mama, kaa vizuri hapo, mnatosha watu wawili. Hiyo ilikuwa ni sauti ya mpiga debe aliyekuwa anaita abiria katika stendi kuu ya daradara mkoani Dodoma. Ni dhahiri kabisa mpiga debe huyo alikuwa amechoka kutokana na njaa na jua kali pia mwonekano wake ulionyesha alichoshwa na maisha. Mdomoni alikuwa na sigara iliyokuwa inawaka, na aliipeleka mdomoni kila alipogida kipakiti cha konyagi kilichokuwa na nembo ya kichwa cha jogoo. Na kila alipogida konyagi hiyo alimeza kwa tabu, huku sura yake akiwa ameikunja kama anaumia koo. Alivaa shati na suruali ya rangi ya bluu iliyopauka, na zaidi suruali yenyewe alivalia chini ya makalio, yaani mlegezo na kufanya kuonekana kwa nguo yake ya ndani iliyokuwa na rangi isiyoeleweka kutokana na kuvaliwa kwa muda mrefu au kukosa maji yenye sabuni ya unga kwa muda mrefu, yaani ilikuwa haijafuriwa muda mrefu. Na kichwani alikuwa na kofia ya kapelo yenye picha ya mmea kwa mbele. Na uso wake ulipambwa na macho makubwa maregevu yenye rangi nyekundu. Alikuwa na pua pana ilienea vizuri juu ya mdomo wake uliokuwa mwekundu kama umeunguzwa na kemikali au moto, na masikioni alikuwa amevaa heleni ya duara kama mtoto wa kike, na miguu ilikuwa na raba nyekundu ya kupanda iliyonakishiwa na mchoro wa nyota uliozungukwa na neno lililoandikwa All Stars. Ndani ya daradara mmojawapo pale stendi, anaonekana kijana mmoja mtanashati, ingawa sio sana, ila mpangilio wake wa mavazi na usafi ndiyo vimemfanya aonekane wa kipekee kuliko vijana wengine ndani ya ile daladala. Mpangilio wake wa mavazi mzuri ulitosha kumjua kabisa, huyo ni kijana aina ya vijana wa kileo wanaokwenda na wakati. Alikaa kiti cha nyuma kabisa cha daladala, huku masikioni akiwa amevaa headphones kubwa kama mpigaji mziki wa disco. Baada ya muda wa dakika ishirini ile daladala ilijaa kabisa na dereva kaiwasha na safari kaanza ilitumia mwendo wa dakika 30 ile gari ilisimama, mbele ya majengo marefu magorofa yaliyokuwa yameandikwa University of Dodoma. Kijana akatelemka na kumlipa konda nauli, kisha akashika njia iliyokuwa ikielekea kwenye gorofa lililokuwa na rangi nyeupe. Alipofika alipanda ngazi mpaka gorofa ya tatu na kuingia katika chumba ambacho inaonekana na ishi humo. Niaje kayoza, vipi, umepata body spray ya chasti? wenzake ndio walivyomrake namna hiyo, hakujibu kitu, akawatupia tu begi. Alafu sio ustaarabu huo mwee, mnajifunza kusalimia, ndipo muulize shida zenu, Kayoza aliongea huku akitoa shati lake, akabaki na vesti iliyoruhusu kifua chake kionekane kwa fasaha zaidi. Alafu akajitupa kitandani, akachukua simu yake aina ya HTC Desire, akaenda upande wa ujumbe mfupi kwa maneno ambao ulikuwa na ujumbe mfupi ulioingia muda mrefu uliopita ila hakuonekana kuujali. Akaona huo ndio muda wa kuangalia huo ujumbe. Alipousoma alishia kutabasamu kwa dharau hu, huku akisikitika, kisha akaandika, usipoteze muda wako kunifikiria, sina mpango wa kuwa na mahusiano ya kimapenzi. Muda huo akautuma ule ujumbe katika jina alilo lisevu kwenye simu yake. Kicheche vipi umekula tayari sasa nitaendaje mjini alafu ni sile, Kayoza alijibu huku akiutupia mto chini ya kitanda. Poa basi mimi ndio naenda kutafuta msosi, rafiki yake huyo aliongea huku akifungua mlango. Haina noma, acha nijipumzishe kidogo, Kayoza alijibu. Siku iliyofuata ilikuwa sikukuu ya kitaifa, kwa hiyo wanafunzi wengi hawakuwa na ratiba ya kuingia darasani. Kayoza alichelewa kuamka hiyo siku, aliamka saa nne asubuhi akaingia bafuni alipomaliza kuoga akaruti katika chumba chao. Ile kuingia ndani akakunja sura ghafla, baada ya kumkuta ndani msichana ambaye hakuwa akimpenda. Mambo Kayoza, ilikuwa sauti ya binti mrembo ambaye anawakimbiza ana wanawake wenzake kwa uzuri wa umbo na sura. Alikuwa katika tatu bora katika shindano la urembo lililoshirikisha vyuo vyote vilivyopo Dodoma. Huyu binti anaitwa Stella, ni msichana wa miaka ishirini na moja ambaye alikuwa mwanafunzi chuoni hapo akichukua shahada ya ualimu katika masomo ya sayansi. Poa, umeamkaje? Kayoza alijibu huku akijilazimisha kujua hali ya Stella ingawa hakutaka. Ah, safi. Mbona meseji yako ulionitumia jana sikuielewa? Stella naye akamtupia swali. Kayoza, kwani niliandika kwa kutumia lugha ya Kichina? Kayoza badala ya kujibu naye akauliza tena kwa jeuri Ok, yaishe. Stela akaamua kukatisha mabishano. Samahani, naomba utoke nje, mimi nataka kuvaa. Kayoza akaongea kwa ustaarabu wa kinafiki. mimi naondoka moja kwa moja, ila naomba jioni tukutane mjini katika maeneo ya Nyerere Square. Stela akamwambia Kayoza, kuna ishu gani alafu jioni? si bora ingekuwa mchana ningekuja. Kayoza akajibu, usiwe na wasiwasi wasi, mpenzi. kama unahofu njoo hata na marafiki zako Stella akamalizia huku akitoa tabasamu murwa kabisa. Mimi sio mpenzi wako Stella, rekebisha kauli zako. Kayoza alimwonya Stella huku akiwa amekasirika. Sawa, nisamehe kwa hilo, kwa hiyo jioni utakuja ama? Stella aliuliza tena. Jioni ya saa ngapi? Kayoza akauliza. Saa moja na nusu tutakuwa pale tunawangojea, nitakuwa na tausi. Poa, haina noma, nitakuja. Kayoza akakubali mwaliko. Kama angejua peke yako au? Stella aliuliza. Vipi? Kwani mbona maswali mengi? Kayoza aliuliza huku akiwa amehamaki. Inatakiwa nijue ili nipange ratiba zangu za matumizi vizuri, Stella alijibu kwa upole. Wepango unavyojua wewe, maana mimi nije peke yangu au na wenzangu, hayo hayakuhusu. Kuhusu na gharama zangu au na wenzangu pia hazitokuhusu, Kayoza aliongea huku macho yake makavu basi baba, hatugombani hapa, Stela aliongea huku akitabasamu. Aya, nenda nje, mimi nivae, Kayoza alimwambia Stela. Kwani ukivaa mbele yangu kuna ubaya gani? Stella aliuliza kwa utani. Wewe mpumbavu nini? Kayoza aliongea huku akimsukumia Stela nje na kubaki ndani peke yake akisonya kwa hasila, huku akiufikiria mwaliko aliopewa na Stela. Ila angejua ambacho kitamtokea, basi asingekubali ule mwaliko. Mpuuzi kweli huyu manzi, kayoza aliendelea kuongea peke yake huku akivaa kaptula, kabla hajashtuliwa na mtu aliyekuwa anasukuma mlango ili aingie, ila alishindwa kutokana na ule mlango kufungwa kwa ndani. bado hujaondoka tu? Kayoza aliuliza kwa hasira. fungua bwana, sauti nene ya kiume aliongea kutoka nje, na ndipo kayoza akauendea mlango na kufungua, na wakaingia rafiki zake wawili, mmoja aliitwa Umari na mwingine alitambulika kwa jina la Denis. Vipi wewe, unajifungia fungia mchana au ulikuwa na sela? Dennis alimuuliza Kayoza. Umejuaje? alikuwepo hapa muda si mrefu, Kayoza alijibu huku akijitupa kitandani. Kwa hiyo mlikuwa mnafanya mambo fulani nini? Omari aliuliza huku akicheka. Muda wote tunawaza ujinga tu, hivi ni lini utakuwa wewe? Kayoza alimuuliza Omari kwa hasira. Huyu si bure, zile tetesi, hata mimi naanza kuziamini, Omari aliongea huku akimkukia Dennis. Tetesi gani? Kayoza aliuliza kwa hamaki, huku naye akimgeukia Denis. Maneno ya watu, Denis alijibu huku akionekana hataki kulizungumzia hilo. Maneno gani sasa? Su, niambie, Kayoza aliongea huku akiwa bado anamwangalia Denis. Mchane, usiogope huyu ni rafiki yetu, na ni lazima chochote kinachosemwa juu yake tumwambie, Omari alimsisitiza Denis. Niambie hata wewe kama Dennis hataki kuniambia, Kayoza aliongea, aliongea huku akimgeukia Omari. Bwana, mimi sipendi kuficha, huko nje habari zimeenea kuwa wewe ni shoga. Eti haiwezekani, tokea uanze kusoma hapa mwaka wa tatu huu haujawahi kuonekana na mwanamke sehemu yoyote ile, Omari aliongea huku akitazama chini na kumfanya Kayoza naye ainame chini huku akiwa na huzuni sana. Mimi siamini kama wewe unaweza kuwa shoga ila nahisi labda una tatizo jingine, tueleze rafiki yetu, usiogope. Dennis aliongea kwa lengo la kumfariji Kayoza ambaye bado alikuwa kichwa chini, huku akiwaza. tunasaidiana mambo mengi sisi, ni ndugu sasa na sio marafiki tena, tatizo lako ndiyo tatizo letu, kwa hiyo sema kama una tatizo, tuone kama tunaweza kukusaidia. Omari naye alimsihi Kayoza awaeleze. sina hamu ya kuwa na mwanamke wala kufanya mapenzi, sijui ni kwa nini, kayoza aliongea kwa huzuni huku akiwa bado kichwa chini. Ila ulishawahi kufanya mapenzi kipindi cha nyuma? Omari alimuuliza. Tokea napata akili sijawahi na wala sina hamu kabisa, kayoza alijibu. Umeshawahi kwenda hospitali? Dennis alimuuliza. Nimeenda mara nyingi sana na naonekana sina tatizo, kayoza alijibu. Na kwa waganga wa kienyeji umeshawahi kujaribu? Omari aliuliza. Kila nikipanga mpango wa kwenda kwa waganga huwa siku ikifika najikuta napuuza, au kinaweza kutokea kitu kingine kitakachoharibu huo mpango, kayoza aliwaeleza wenzake. Basi hilo jambo tutalifuatilia vizuri, sio bure, Dennis aliongea huku akisikitika. Stella alikuwa anasemaje? omari aliamua kubadilisha mada. Alafu nilisahau, amesema jioni tuonane mjini, kayoza alijibu kwa hiyo leo unatuacha, utalala huko huko au utarudi? Omari aliuliza. Amesema twende wote watatu, Kayoza alijibu. Aise mimi leo sina hela, kwa hiyo sitoenda. Si unajua leo weekend, so ukienda mjini na bidi ujipange, Dennis aliongea huko akitabasamu. Amesema gharama zote zake sisi, twende kama tulivyo, Kayoza aliongea na kuwafanya wenzie afurahi. Basi poa, ngoja tulale kidogo ili chakula kishuke Dennis aliongea huku akijilaza za kitandani. ila usiku tutarudi, hatutalala mjini. Kayoza alisema mimi sitarudi nitaunganisha klabu moja kwa moja leo weekend bwana awewe. Dennis nawe utarudi? Omari aliuliza huku naye akipanda katika kitanda chake cha juu. tutajua huko bana, Dennis alijibu kivivu, huku akiwa amesinzia. Mida ya saa moja kasoro jioni, Kayoza, Omari na Dennis walikuwa maeneo ya mjini katika foleni ya ATM. Ilipofika zamu yao, Kayoza akaingia ndani akatoa pesa kama elfu hamsini akatoka na kuungana na wenzake weya wakubwa, mimi naona twendeni kwanza tukale kwa sababu huyu dem mimi simwamini amini. anaweza kuwa katenga bajeti ya kunywa tu akijua sisi tumekula, Kayoza alikuwa anawaambia wenzake. Ache uboya wewe, mtoto wa mama alipokuambia uje saa moja alitaka tuje tupige naye msosi wa jioni. Huyo dusi anajua ratiba zetu za msosi wa usiku kuwa tunakula saa tatu, kwa hiyo alijua saa moja tutakuwa bado hatujala. Omari aliongea huku akiwa anatafuna karanga. Mara simu akayoza ikaanza kuhita mfukoni, akaitoa kisha akaiangalia kwenye kioo cha simu. Jina lilionekana wakati huo lilisomeka kicheche. Huyo Stela anapiga Kayoza aliwaambia wenzake ambao walikuwa wanamwangalia. usilembe bisho, wewe. pokea simu uongee na mtoto mzuri, Omari alimsisitiza Kayoza baada ya kuona anajishauri kupokea simu. Kayoza akaipokea ile simu kisha akaweka sura ya umakini mambo, Kayoza alimsalimia Stella. Poa, mkwapi? Stella alimuuliza Kayoza kupitia simu. tupo hapa bank, tunakuja, Kayoza alijibu. mbona simu ilikuwa inaita muda mrefu hivyo, Stella alianza kulalamika namna hiyo. Ah, nimeiweka sauti ndogo mno, alafu hapa ATM kuna utulivu sana na watu wako wengi sana kwa hiyo ilinibidi nisogee mbali kidogo, ili nipokee simu yako. Kayoza kamdanganya Stella. Okay, poa, sisi tumeshafika, tunawasubiri nyinyi. Stella akamtaarifu Kayoza. Sisi tutachelewa kidogo, kwa sababu tunaenda kula kwanza. Kayoza akatoa udhuru. Mambo gani sasa? Nyiye njoni tu, hivyo vyote tumevitayarisha. Stela kawaka, poa, ndani ya dakika kumi tutakuwepo hapo. Kaweza akaongea kisha kakata simu. Haya waungwana, twendeni tukawachune hawa vicheche, mida ya saa nne tuwateme, tukajiachie klabu mpaka kuuche, mida ya saa nne usiku tuwateme, tukajiachie klabu mpaka kuche. Kaweza akawaambia wenzake vicheche. Kwani yuko na nani? Omari aliuliza. Yuko na Tausi, Kayoza alijibu. Basi twendeni tukakae nao alafu baadaye tutaenda zetu club. Omari aliongea. Nyinyi endeni tu kwa club. Mimi ni lazima nikalale na mmoja wao, Dennis aliongea na wenzake wakacheka. Jamaa mroho kweli huyo, Omari alimtania Dennis huku akiendelea kucheka. Wamekwambia uko wapi? Dennis, Dennis alimuuliza Kayoza. Wapo Nyerere Square, Kayoza alijibu, huku wakivuka barabara inayoelekea anapokwenda. Walipofika Nyerere Square, wakamwona kwa mbali Stella na rafiki yake anayeitwa Tausi. Leo kazi ipo, sauti nzito ilipita kwenye masikio ya Kayoza na kushindwa kuelewa inatokea wapi, na cha ajabu Dennis na Omari hawakuweza kusikia sauti hiyo. Jamani, hamsikii sauti yoyote ya kutisha Kayoza aliwauliza wenzake baada ya kuwaona kama hawasikii anachokisikia yeye. Sauti gani tena? Denis aliuliza. Sauti nzito inakuaruza masikioni, Kayoza alijibu, na wenzake wakaishia kucheka. Acha mawenge baba, au unapata uoga kukutana na Stella? Umari aliongea huku akimcheka Kayoza. Acha ujinga, mimi sijamwongelea Stella hapa, naongelea issue nyingine, Kayoza aliongea baada ya kutofurahishwa na maneno ya Umari. Yaishe basi sisi tunasikia sauti ya magari tu na hatusikii sauti nyingine, au sio, Omi? Denis ali, aliuliza huku akimgeukia Omari. Ndio maana yake, Omari alijibu huku akicheka. Wakiwa wanaendelea na mwendo, kwa mbali waliweza kuwaona Stera na Tausi, ila walikuwa nje ya sehemu husika. Sasa mbona wapo nje? Omari aliuliza kwa mshangao. Labda wamekaa nje ili watuoni kiurahisi, Denis alijibu. Wakina Kayoza walipofika wakapeana salamu. Jamani, twendeni sehemu nyingine hapa, hata Palster aliongea baada ya salamu. Kwani hapa kuna nini? Kayoza kauliza. Jamani shem, hapa wamesema muda umeisha, tausi ndivyo alivyojibu. namna hiyo wewe mpuuzi nini, nani shemeji yako? Kayoza aliuliza kwa hasila. nini wewe, acha fujo Kayoza, huwezi jua, labda shemeji yako kwangu, Omari aliongea huku akimcheka Kayoza. huyu mwenzenu vipi Mbona na hasila za karibu hivyo, Stella aliuliza huku akimtazama Denis. Ah, mzoeni tu mshikaji wetu, Denis alijibu kwa kitabasamu. Sasa tunaelekea wapi? Kauza akauliza. Hmm, mi hata sijui ni sehemu gani nzuri kwa hapa mjini usiku huu, Stella akajibu. Mi naona tuendeni hapo, Uh, Saturday Night Bar. Dennis akatoa mwelekeo. Ba tena Kayoza aliuliza kwa mshangao kwa maana yeye hatumia hiki kilevi. Ba, hata soda zipo. Omari alijibu huku akionekana kumpuuza Kayoza. Hiyo Satanite ni mbali kwani ili tuchukue taxi? Estela aliuliza. Ah, wapi, ni hapo tu nyuma ya TRA. Dinsa akajibu na mwisho wote wakakubaliana waende hapo Satanite ba. Walipofika wakakuta watu wengi sana na hii ni kutokana na mpira wa ligi kuu ya Uingereza iliyokuwa inaonyeshwa pale nyakati za usiku. Kwa hiyo tunafanyaje? Maana naona kote kumejaa na hakuna nafasi. Hebu subiri ni kidogo. Dennis aliongea kisha akaingia ndani, akatumia muda kama dakika kumi hivi kisha katoka. Jamani, nimeongea na wahusika wakasema kama tunahitaji sehemu tulivu tunaweza kuchukua chumba kimoja tukawa tunakitumia ila lazima tukilipie. Wenzangu mnasemaje? Dennis aliongea baada ya kutoka ndani. Haina shida, ndo vizuri. Kwani jamani, tutatumia muda gani hapa kula na hayo maongezi kiasi kwamba mpaka tuchukue chumba? Kayoza aliuliza. Boy, acha maswali, ingia utengeneze shavu, leo tulifanya siku kuu, Omari akasema. Baada ya mvutano wa hapa napale na pale wakakubaliana kuingia mle ndani, wakaagiza chakula cha kutosha na vinywaji pia, so ikawa kula na kunywa mpaka wakawa wako hoi kwa ulevi ila wakati, ila wakati huo Kayoza alikuwa anakunywa soda, ila mwisho wenzake wamrubuni na kujikuta akionja bia moja katika hali ya ajabu kabisa. Alijikuta anazima kwa bia moja tu mpaka wenzake wakamshangaa. Baada ya wote vilevi kuwakolea walivibweka vikaanza, mala Stella mkumbatie Kayoza, mala Omali ya mtukane Denis kisatausi ilipofika saa saba usiku muhudumu aliwaambia anataka kufunga kwa hiyo waondoke ila wao wakadai watalala pale pale na waongezewe chumba kingine mhudumu akawapa ufunguo wa chumba kingine ambacho kwa makubaliano yao hicho chumba wangeenda kulala Dennis wa mahali na Tausi Stella akawaomba wote watoke abaki yeye na Kayoza kipindi hicho Kayoza hajelewi amepoteza kujitambua kutokana na bia moja aliyokunywa na tena ukizingatia ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kunywa pombe. Walipotoka tu wakina Denis, Stela akafunga mlango haraka, akajitahidi kumbeba Kayoza mpaka kitandani, alafu Stela chapchapu akavua nguo, kisha akamvua Kayoza huku akiamini hiyo ni siku kati ya siku bora kabisa ya kutimiza moja ya ndoto zake kulala na mwanaume anayempenda. Alitumia dakika tano kukamilisha zoezi ziba. Kisha akapanda kitandani na kuanza kumchezea Kayoza kimahaba. Ila kuna hali aliona kila baada ya dakika moja mwili wa Kayoza uliongezeka ubaridi kiasi kwamba akawa kama chupa ya soda iliyotoka ndani ya friji. Stella aliona hilo ila alitaka kupuuza kutokana na hamu zake za kimwili. Wakati akiwa bado anahangaika, ghafla binifu Kayoza aliamka mithili ya mshale huku macho yake akiwa ya meupe na kiasi kwamba mboni hazikuonekana. Macho yakawa yanang'aa tena kama tochi. Sela ndipo akapata mshtuko. Vipi tena Kayoza? Sela aliuliza, huku hofu ikiwa inamtawala. Lakini Kayoza hakujibu kitu, na badala alitoa tabasamu moja la ajabu na kufanya maneno yake yaonekane, na kwa kasi ya ajabu yale meno yakaanza kurefuka na kuwa makubwa kama ya mnyama anayefahamika kwa jina la ngiri. Stella akiwa kama amepatwa na mshangao au bumbuwazi alijikuta ameganda pale pale kwa kihoro huku akiwa hana nguvu kutokana na tukio analoliona. Mwishowe akajikaza na kuanza kujiondoa ndani ya shuka kwa lengo la kukimbia. Unaenda wapi usiku huu? Uogopi kutoka nje na giza hili? Kayoza alimuuliza huku akiwa katika hali yake ile ile. Naenda chuoni mara moja. Stella Stela alijikuta anajibu bila kutegemea huku mwili ukiwa unatetemeka. Nisubiri nikusindikize. Kayoza akaongea huku naye akiwa anashuka kitandani. Stela akahisi ni bora kukimbia kuliko kumwamini huyo kiumbe wa ajabu. Akiwa anaanza kukimbia Kayoza aliruka na kutua mbele yake, Stela akataka kupiga kelele. Ila alichelewa tayari mkono wa Kayoza ulikuwa mdomoni kwa Stela kumziba asipige kelele. Na huku mdomo wa Kayoza ukiwa shingoni mwa Stela na yale meno makubwa yalitumika kumng'ata mishipa mkubwa wa damu na Kayoza akaanza kuinyonya hiyo damu huku akitoa mungurumo wa ajabu uliosikika kwa sauti ya chini. Alipomaliza kazi ya kufyonza damu ya mwili wa Stella aliuacha ule mwili na kudondoka chini ukiwa hauna tena uhai. Ndio kawa mwisho wa Stella, mwanaume aliyedhani wa ndoto za maisha yake ndiye mwanaume aliyempotezea ndoto za maisha yake. Kayoza aliuangalia ule mwili kwa dakika chache na yeye nguvu zikamwishia akapoteza fahamu na kuanguka chini pembeni ya mwili wa Stella. Hiyo ndiyo stori kuhusu kwenda kwa bibi. Ni stori ambayo itaendelea hapa tena kwenye stori za DJ Toto Michel siku nyingine.